Wasalimu kwa jina la TRA United Sports Club na wote tuseme kodi yetu maendeleo yetu. Nitoe taarifa kwamba kikosi cha TRA kimewasili salama hapa jijini Dodoma kwa ajili ya maandalizi kuelekea katika mchezo wetu unaokuja wa ligi kuu ya NBC, soka Tanzania Bara dhidi ya Dodoma Jiji ambao utacheza siku ya Alhamisi ya Februari kumi na mbili saa kumi kamili jioni katika uwanja wa Jamhuri. Kimsingi, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumekuwa na safari nzuri, tumewasili salama. Tumetoka jana Tabora, na tulifika usiku na kwamba leo hii tumeanza maandalizi yetu ya kwanza tangu kufika hapa Dodoma kwa ajili ya kulika katika mchezo huo muhimu ambao tunakwenda tukiwa ugenini. TRA tupo katika maandalizi na tunakwenda katika mchezo tukiwa na kumbukumbu -kumbu ya kupoteza mechi yetu dhidi ya Mbeya City, hivyo kocha mkuu Etienne Ragije anaendelea kufanya uh, kila linalowezekana kuangalia makosa ambayo yalijitokeza katika mechi iliyopita ili kuweza kuyarekebisha sasa katika uwanja wa mazoezi ili tutakapofika tarehe kumi na mbili vijana wetu wakawe bora zaidi na mwisho wa siku tuweze kupata matokeo mazuri. Niseme tu kwamba tumekuja kwenye mechi ngumu, mechi ya ugenini, lakini siku zote timu bora huwa haipotezi mechi mara mbili. Tumepoteza mechi dhidi ya Mbeya City, lakini hii dhidi ya Dodoma Jiji, afe kipa, afe beki tutapambana mpaka dakika za mwisho kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata furaha, Watanzania wana enjoy kuona kwamba kitu kikubwa ambacho tunakwenda kukifanya ni kupata matokeo, kwa maana ya kuweza kuvuna alama tatu. Mechi sio nyepesi, mechi ni ngumu, lakini lazima tupambane kuhakikisha kabisa kwamba tunapata matokeo mazuri. Daktari amezungumza kuhusiana na majeraha ya wachezaji, tunawakosa wachezaji takribani sita ambao wapo katika matibabu, katika matibabu ya hali tofauti tofauti. Hivyo niwaambie wana watanzania wote kwamba timu itakuwa imara. Wachezaji ambao wapo mpaka hivi sasa watakwenda kupambana mpaka tone la mwisho, tuweze kupata ushindi. Kodi yetu, maendeleo yetu. Ukinunua dai risiti city, na ukiuza toa risiti city.